Itaingia mm -hmm. ndani it. nah, yeah, <laughs> Na mtandaoni watu watu wanachanganyikiwa kwamba fitness influensa huyu au fitness kochi huyu anatuambia tu, tu asubuhi tusile au tule mara moja tu kwa siku. Umeenda kwenye topic mzuri sana. <laughs> oh. Yaani mtandaoni kuna vitu kibao, sometimes mtu atambiwa kula hivi mm, usile hichi hichi na hichi, apewe hiyo option kwa... yeah, yeah, yeah. daktari. Yaani subuhi mimi ni kuambia kitu sawa, kula mara moja kwa siku ni sio kwa ajili ya kila mtu sawa, okay. Haswa wanawake tuna tuna, tuko vere kirai, ni mwepesi sana homoni zetu kubadilika, yeah? mwanamume 365 days hormone hormon zake zinaenda sawa, lakini mwanamke kila wiki homoni yake kushuka na kupanda, kama tukiingia hedhi tukitoka, tukiingia kwenye ovulation tunatoka, homoni zetu zina cycle. Ya yeah? Sasa yeah. Mwanamke na homoni na na, yani wewe mwanamke kwanza hutakiwi kula mara moja kwa siku, lazima ukiamka within 30 minutes, utafute kitu ya moto unakula, okay. Swala ni so, sio ukae na njaa. Swala ni ule lishe ambayo ni kamili mm. na inaleta afya kwako ok. Sasa wewe ukianza kufanya one meal a day, kwanza hupati nutrients yote kamilifu kwa ajili ya wewe mwili yako. Wewe angalia mwili yako, sawa. unakula kwa mara siku moja, mara moja kwa siku. Estimated, unakula calories kama mia sita mia nane huwezi kukaa kwenye sitting ukala calories elfu mbili. Inawezekana kama rili really unaweza kula, yani mayai sijui makumi parachichi mawili, lakini wewe kama wewe pia huwezi kufanya vile kwa lazima. In the long run mwili yako itakuwa na upungufu wa nutrients, ambapo ni vitamins. Ile upungufu ya vitamins ndo italeta changamoto kubwa sana na hasa wanawake, vitamin kupungua mwilini ni sababu moja kali ya hedhi kuanza kucheza. Kwa hiyo sisi tuwe makini sana hizi information ambapo tunazitoa wapi. Huyo influencer ambaye amekuletea hii information, fuatilia yeye anamfuatilia nani. Utaona sana sana, sana wanafuatilia watu wa Marekani, maafya yao sijui ikoje, utamaduni yao sijui ikoje, wanapotoka hata hatu, ha, yaani wao wenyewe hawaelewi wanachokisema kwao. Kama wewe ukishaona huyu we mtu hana source maalum hana cheti maalum, au hata sio cheti, lakini hajui anachokisema hawezi kuigombania kui amba anachokisema. Sasa mimi hapa nimeshasema hii, wewe unatakiwa uwe careful sana hawa watu mtandaoni. Unajua siku hizi kila mtu anatafuta hela mtandaoni, kila mtu anatafuta fame mtandaoni, na kila mtu anatafuta jinsi ya ku, yani kujulikana. Nani asiyependa kujulikana? lakini ni, ni kama umesha kuwa influencer, ni responsibility yako, imani yako na conscience yako kwamba uwe mkweli, sio kudangana, kucheza na afya ya watu. Hiyo ndo ukweli. Utaona sana hawa influencers baadaye watasema oh, mimi na, oh mna mishe zangu hivyo, jiunge na mimi, unalipa kiasi hiki Unaona, unaweza kutambua wapi inaelekea information kama hiyo. Kifupi uh, nilivyomuelewa Dr. FJ ni anamaanisha kwamba you need to be very careful with your health. Unabidi uwe makini na afya yako kabla ya kumchagua mtu wa kukusaidia whether kupungua au kujaa. Ni vyema wewe mwenyewe kwanza ukawa na details. Umeona eh kwamba ukiambiwa usile mara moja Inabidi ufuatilie kwa nini msile, au shughuli zako ni lazima kula. Ndivyo ambavyo nimemuelewa, kitambi hii itaingia ndani, sawa sawa. Na mtandaoni, watu wanachanganyikiwa, watu wanachanganyikiwa kwamba fitness influencer huyu au fitness coach huyu anatuambia na tu, tu asubuhi tusile au tule mara moja tu kwa siku. Oho, oh, umeenda <laughs> kwenye topic mzuri sana. <laughs> Oh, yani mtandaoni kuna vitu kibao. Sometimes mtu atambiwa kula hivi, mm, usile hichi hichi na hichi apewe option kwa mtu. Yeah, yeah, yeah. Doctor, yani subuhi mimi nikwambie kitu. Sawa. Kula mara moja kwa siku ni sio kwa ajili ya kila mtu. Sawa. Okay. Haswa wanawake tuna tuna, tuna tuko vere kirai ni, ni mwepesi sana hormones zetu kubadilika ya mwanaume 365 days, homoni homoni zake zinaenda sawa, lakini mwanamke kila wiki homoni yake kushuka na kupanda, kama tukiingia tuki, tuki hedi tukitoka, tukiingia kwenye ovulation tunatoka, homoni zetu zina cycle ya sasa. Mwanamke na homoni, yaani wewe mwanamke kwanza hutakiwi kula mara moja kwa siku, lazima ukiamka within 30 minutes utafute kitu ya moto unakula. Ok, swala ni so sio ukae na njaa, swala ni ule lisha ambayo ni kamili mm, na inaleta afya kwako. Ok, sasa wewe ukianza kufanya one meal a day, kwanza hupati nutrients yote kamilifu kwa ajili ya wewe mwili yako. Wewe ni angalia mwili yako, sawa. Unakula kwa mara siku moja, mara moja kwa siku Estimated unakula calories kama mia sita mia nane. Huwezi kukaa kwenye one sitting ukala calories elfu mbili. Inawezekana kama really unaweza kula, yani mayai sijui makumi parachichi mawili, lakini wewe kama wewe pia huwezi kufanya vile kwa lazima. In the long run mwili yako itakuwa na upungufu wa nutrients, ambapo ni vitamins. Ile upungufu ya vitamins ndo italeta changamoto kubwa sana na haswa wanawake, vitamin kupungua mwilini ni sababu moja kali ya hedhi kuanza kucheza. Kwa hiyo sisi tuwe makini sana, hizi information ambapo tunazitoa wapi? Huyo influencer ambaye amekuletea hii information, fuatilia yeye, anamfuatilia nani, utaona sana sana, sana wanafuatilia watu wa Marekani, maafya yao sijui ikoje, utamaduni yao sijui ikoje, wanapotoka hata hatu, ha, yani wao wenyewe hawaelewi wanachokisema kama wewe ukishaona huyu we mtu hana source maalum hana cheti maalum au hata sio cheti, lakini hajui anachokisema, hawezi kuigombania kui anachokisema. Sasa mimi hapa nimeshasema hii, wewe unatakiwa uwe careful sana hawa watu mtandaoni. Unajua siku hizi kila mtu anatafuta hela mtandaoni, kila mtu anatafuta fame mtandaoni, na kila mtu anatafuta jinsi ya ku, yani kujulikana. Nani asiyependa kujulikana? lakini ni, ni kama umeshakuwa kuwa influ, influencer, ni responsibility yako, imani yako na conscience yako, kwamba uwe mkweli, sio kudangana, kucheza na afya ya watu. Hiyo ndo ukweli. Utaona sana hawa influencers baadaye watasema oh, mimi na, oh mna mishe zangu hivyo, jiunge na mimi, unalipa kiasi